Ni majira ya asubuhi Juni 4, 2025. Wananchi wa kijiji cha Ugabwa wilaya Makete mkoani Njombe wanaamka na taarifa yenye kuzua taharuki kwao. Kila mmoja anakuwa na lake kichwani. Hii ni baada ya njiwa mweupe mwenye madoa meusi na mekundu kuonekana kijijini hapo akiwa na barua ambayo imeandikwa kwa wino mwekundu na madoa yanayodhaniwa kuwa ni damu, ikimtaka Ombeni Chaula arudishe magunia ya mkaa aliyochukua pasipo ridhaa ya mmiliki, ambapo anatakiwa kufanya hivyo ndani ya siku tatu tu. hmm. Sasa wananchi wao wanasemaje? hofu ipo kwa sababu ya namna ilivyo, kwa sababu kimcheki unjiwa amechorwa amepakwa ame kama vile kitu kinachoashiria kama damu. Ko, kama unavyojua, ukishaona alama nyekundu tayari nakutia hofu. Alama nyekundu inaashiria hatari, si ndio? Hii ko si la kuuliza kwamba ndani yetu kuna hofu nyingi, hasa juu ya aliyekuwa amelengwa ame moja kwa moja, kwa sababu kuna mtu ambaye amelengwa ame, ame, ame moja kwa moja ko, hofu ipo kwenye mji ambayo haina majibu tunasubiri kile ambacho kimesemwa kwenye barua kama kitatekelezeka kwa yule mhusika, na kama hakitatekelezeka ndio hofu inakuwa kubwa zaidi. Nini kitatokea? Ningeshauri kwamba kama siku nyingine au mtu mwingine anajitokeza kwa hilo, awaone ndugu kama ameshindwana kuzungumza na mhusika, naye mdai, kwa sababu unapochukua jukumu kama hilo, huenda amechukua kama jambo dogo, kama kumtishia. Hatuna hakika hivyo vitu. Kinacholeta taharuki ni kwamba kwa sababu si kawaida na kwa mazingira yetu haya, njiwa hawafugwi. Ni njiwa wa kufugwa sawa, lakini kwa mazingira haya hawapo na, na ni kwa nini watumie njia ile? Taaruki inayotokea ni kwamba mpaka saizi watu hawafanyi kazi, kwa hiyo kuna baadhi ya vitu ambavyo haviendi. Wanadamu siku zote elewa, siku zote kama unapofanya kuja, labda ulisha kula cha mtu bila makubaliano ma, ma, ma, aidha mkakubaliana, tekeleza jinsi ilivyo Htat pasipo pasipo katika, katika mafanikio kwa kweli haipendezi. Vipi kuhusu familia ya aliandikiwa barua hiyo? Ina kipi cha kusema? Mimi kwa jina naitwa Jackson Maenge, ni mzaliwa hapa hapa kijiji cha Ugabwa. Nimeshaona ile alilolifanya ni ameenda hatua ya mwisho, anakwamba ametumia njia zote, ameshindwa, ameongea na ndugu zake, wameshindwa kumlipia deni, ameamua kutumia hiyo mbinu. Na sisi tunachosema ni kwamba ni lolote baya litakalotokea, moja kwa moja tunamchuku yeye yeye. Kwa kuanzia sasa hivi tunaangalia lolote baya litakalomkuta yeye ama familia yake, na hili naomba limfikie, kwa sababu yeye ametaja katika barua kwamba pesa ya ndugu Frederick, na sisi tunamwambia kwamba huyo bwana lolote likimkuta, mimi huyu ni mjombangu na inaniuma sana, kwa sababu wakati mwingi tupo pamoja. Na kwa nini asingetumia mbinu nyingine? Hii ameona yeye ndio sahihi kwao. Naomba lolote bali itakalo tukuta familia yetu, aidha yeye, sisi tutajua kwamba ni yeye moja kwa moja, ijalishi ni magonjwa ya kawaida amani ya kwake aliyotuma kama alivyotuma huyu njiwa, na Mungu ambariki sana huko ariko, amen. Lakini jambo hili limepokelewaje na uongozi wa kijiji hicho? Hili tatizo amepokea kwa msikitiko mkubwa, kwa sababu kama mtu na kudai uwezi kumtumbia njiwa, unamtumbia njiwa ya nini? Wakati mapatano ya wa kulipa sio hii kuingia kwa mganga, swala ni kulipa, na hapa wanalipa kwa makubaliano, kwa mapatano sio kutuma njiwa. Njiwa sasa, njiwa anavyokuwa na mdaiwa, anakuwa na hofu pande zote mbili, na mimi mwenyewe hapa naogopa kwamba mwananchi wangu atapotea kwa misingi hii. Uh, tutoke ngazi ya kijiji, hebu tuende kwenye ngazi ya kata. Diwani naye anasemaje? Mimi kwa majina ninaitwa Imani Mahenge <coughs> ni diwani wa kata ya Lupalilo nianze kuambia wananchi wangu jambo hili. Tabia za namna hii mimi kama kiongozi wako nazikemea kabisa, kwa sababu leo tumemwona ndege akiwa mazingira yale, inawezekana bado tukio haijatokea au sijaliona tukio, lakini ina mathalan, inaweza katokea wakati mwingine sasa litokee tukio kubwa, kwa mtu wa namna hiyo ingeweza kikatokea nini? Kwa hiyo mimi sijapendezewa kabisa na biashara ambazo zinafanyika ambazo sio za maridhiano, mwingine asiridhike. Kwa hiyo natamani niseme jambo kwa wananchi wangu kwamba hebu kama ni biashara zinafanyika fanyeni biashara ambazo mnakubaliana kila mmoja anapoondoka awe ameridhika, kwa sababu leo huyu amefanya katika jambo hili, halijatokea jambo la madhara ya kibinadamu, siku nyingine inaweza kutokea jambo kubwa zaidi ya hapo. Watu kwa mtindo huu, anaweza mtu akageuka kama mpaka ng'ombe, kama mpaka mbuzi, hasa ni nini ambacho kitafuata mwisho wa siku? Kwa hiyo mimi nadhani kwa nafasi hii nataka niwaambie wananchi wangu, hebu tabia za namna hii tuziache kabisa, maana mwisho wa siku zitatupelekea mahali pabaya ambapo hatukutegemea. Kali ya mwaka ni hii iliyotolewa na ombeni mwenye.

Hiyo ndio hali halisi kutoka hapa kijiji cha Ugabwa. Mimi ni Edwin Moshi.